Sasa naomba tuanze kupitia fomu moja baada ya nyingine. Tunaanza na fomu namba kumi na tatu. Hii fomu inaitwa hesabu ya karatasi inasehemu inasehemu ya za kura. Fomu hii ina sehemu tatu, ina sehemu heini kwa ajili ya kura za rais, sehemu B kwa ajili ya mbunge na sehemu C kwa ajili ya diwani simnanla Kwa kitu cha kwanza cha kuangalia ili wamekuja wangapi, unachukua note book yako na record haya waliopiga kula pale, waliojiandikisha wako wangapi, ili mwishoni humndani sikusumbue. Utakuwa unaleta matokeo? Ah bado. Bado na Bado najumlisha. najulishaniaakujumlisha watu unajumlisha masaa 6. Mbona unachelewa kutoa matokeo? vitu vidogo vidogo vya ma... vya... sana ambavyo unaweza kukupa shida sana. Jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki wa mafunzo, napenda kwanza kwa kutanguliza shukurani zangu kwa Mwenyezi Mungu mwenye ukarimu kwa kutujalia kuwepo hapa kwa siku mbili tukiwa na afya njema kabisa. Pili kipekee ni wapongeze waandaaji wa mafunzo haya kwa namna walivyoandaa na kuratibu pamoja na kusimamia mafunzo haya. Hongereni sana. Nimeshuhudia mafunzo yalivyoendeshwa kwa umahiri na ujuzi wa hali ya juu na kuwezesha washiriki kupata uelewa, kuuliza maswali na kujadiliana kwa lengo la kuwa na ufahamu wa mambo kwa usawa. Nawapongeza sana wakufunzi wote kwa jitihada hizo mlizozifanya katika pongezi hizi, siwezi kuwasahau washiriki mliopo hapa mliofundishwa tangu siku ya jana hadi leo. Najua mmeyachukua mengi Mmeyasikiliza, mmefuatilia, na mmehoji sehemu mbalimbali na mmepata ufafanuzi. Hii ni kawaida. Baada ya uteuzi wenu, lazima tukumbushane majukumu mbalimbali ambayo mtaenda kuyatekeleza. Haya majukumu yote mtayatekeleza kwa niaba ya tume kama ambavyo tuliwaelekeza kuanzia jana katika mafunzo haya mmepitishwa katika maeneo mbalimbali mbali ambayo siyo mageni kwenu, lakini kuna baadhi ya maeneo ni mageni kwenu. Ni kwa sababu ya sheria mbili zilizotungwa kwa ajili ya zoezi la tume huru ya uchaguzi kwa ajili ya kusimamia uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, ambayo ni sheria namba moja ya mwaka 2024 na sheria namba mbili ya mwaka 2024. Hizi ni sheria mbili mpya zilizotungwa kwa ajili ya tume huru ya uchaguzi ili ziweze kusaidia kuepukana ile tume ya zamani na tume hii mpya. Sheria hizi mbili zimefanya marekebisho ya baadhi ya maeneo ambayo, kwa mfano nikiyataja, mawili ni kwamba sheria hizi mbili zimeruhusu wapiga kura walioomba na kuruhusiwa kupiga kura ya moja tu ya rais nje ya vituo vilivyojiandikishia. Hii ni mabadiliko makubwa ya, ya sheria, lakini na kusomea uchaguzi katika vituo vilivyopo kwenye magereza. Hii sheria ya magereza na vyuo haikuwepo, sasa imetungwa. Huo ni mfano, mifano miwili tu ya sheria mpya zilizoingia: kupiga kura nje ya kituo ulichojiandikishia, lakini kupiga kura kwenye vyuo na kambi za magereza. Mnatakiwa kuyatafsiri mafunzo haya kwenye usimamizi wenu wa zoezi la kupiga kura, kuhesabia kura vituoni na kubandika matokeo ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria. Ndio maana kwenye hotuba yangu ya ufunguzi jana nilisisitiza msome sheria, kanuni, lakini pia maelekezo yatakayotolewa na tume kila wakati inapobidi. Natumia nafasi hii kuwahimiza kuwa mnapaswa kutunza vifaa mtakavyokabidhiwa, na nimeshawaambia hapa, kesho wote muwe vituoni, mtakabidhiwa vifaa. Naombeni sana mvitunze kadiri nilivyowaelekeza, au wakufunzi walivyoelekeza mkabandike mabango kesho. Tu mkifika mwende mkabandike mabango, e, iwe mabango mshale au mabango ya kuonyesha kituo cha mpiga kura. Hakikisheni vitu vyote kesho hiyo vinakamilika, ili kurahisisha wapiga kura wetu wasifadhaike siku ya kupiga kura. Kutokana na majukumu hili, kama nilivyosisitiza kwenye hotuba yangu ya ufunguzi Mnapaswa kufika vituoni kwenye vituo vyenu vya kupiga kura mapema iwezekanavyo ili kila kituo saa moja kamili kiwe kimefunguliwa. Kwa hiyo ni nyinyi kujipanga sasa, kulingana na umbali wa kijiografia wa maeneo yetu, ni saa ngapi mtaondoka majumbani kwenu ili mfike kwenye vituo. Mpangilie utaratibu vizuri, na vituo vifunguliwe kwa muda uliopangwa, isionekane kituo kikachelewa kufunguliwa baada ya saa moja wote saa moja kamili vituo vimefunguliwa. Kama ni vituo vya magereza na vituo vya mafunzo, saa mbili kamili vimefunguliwa. Utunzaji wa siri kabla ya kuanza mafunzo, jana mlipewa fomu ya kiapo cha kutunza siri. Kiapo hiki kipo kwa mujibu wa kanuni ya nane ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na wa madiwani ya mwaka 2025 na nahitimisha hotuba yangu ya kufunga mafunzo kwa kuasa mambo yafuatayo: moja, kuzingatia muda wa kufungua vituo vya kupigia kura; lakini mbili, kuzingatia muda wa kufunga, kuzingatia kufanya kazi kwa uzalendo na uweledi. Mzingatie muda wa kufungua na kufunga: kufungua saa moja kufunga saa kumi au vile vile saa mbili mpaka saa, saa kumi lakini mfanye kazi kwa weledi. Niliwaambia toka jana kwamba mfanye kazi kwa ushirikiano mkubwa. Hakuna tofauti kubwa kati yetu, hazipo. Fanyeni kazi kwa weledi mkubwa, kwa sababu sote tunatekeleza kazi ya mtu huyu mmoja. Muwe na lugha nzuri, nilizungumza toka jana hata leo nimeendelea kusisitiza, muwe na lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika vituoni. Yaani, hata kama niliuliza hata jana, kama hata kamna lugha mbaya kiasi gani, basi kesho jitahidi sana uwe na lugha nzuri hizo siku za uchaguzi, kwa sababu mtu anaweza kagadhabika kwa lolote na wewe ukamjibu ovyo. Watakuja wengine wameshalewa, naombeni muwe muwe watulivu. Watakuja watu wa aina mbalimbali wenye matatizo mbalimbali mbali, lakini mwe watulivu. Lakini kama kuna uvunjifu wa amani hapo ndio natakuwa utoe taarifa mapema kwa mlolongo ule ule, mkuu wa kituo apige kwa arokata, arokata atajua namna ya kuwasiliana ili hatimaye kituo kitulie. Nimekuwepo hapa kwa muda wa siku mbili, tumejifunza mambo mengi. Tumejifunza kwanza madhumuni na lengo la semina hii namna mejifunza gani ya kusimamia uchaguzi wa mwaka huu ili uwe huru na haki na uweze kuleta tija kwa wananchi pamoja na nchi yetu kwa ujumla. Lakini pia ni mategemeo yangu kwamba kwa, kwa kujifunza semina hii, nimejifunza mambo makubwa kadhaa. Mmoja wapo nimejifunza ushirikiano miongoni mwetu sisi ambao ni wa watendaji wa hili zoezi, lakini pia nimejifunza namna gani ya kufuata utaratibu katika kila aka katika kila ngazi pekee kwanza, nimefurahi kwa uteuzi huu na kuteuliwa kuwa msimamizi wa kituo, ambapo tumejifunza mengi toka jana na leo tunahitimisha. Tumeweza kupata maarifa mbalimbali kwa ajili ya huu uchaguzi. Tumejifunza jinsi ya kuhudumia wapiga kura, lakini pia tumejifunza kwamba vituo vyetu tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka huu vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi. Naitwa Magdalena Israeli Kapangala, natokea kata ya Lupa wilayani Chunya. Ninashukuru Tume kwa kuniamini na kunichagua kuwa mmoja kati ya watu watakaohusika na uchaguzi mkuu 2025. tuko hapa kwenye ukumbi wa shule Tangu jana tarehe 26 mwezi wa 10 2025 mpaka leo tarehe 27 mwezi wa 10 2025, tumepewa mafunzo kwa ajili ya kazi hii tunayoiendea tuliopewa na tume. Kwa kweli tunashukuru, tumepata mafunzo ambayo ni mazuri na kipekee. Nasema yameeleweka vizuri na tunaenda kuyafanyia kazi kama ipasavyo. Ninashukuru sana na ninaahidi nitafanya kazi kwa uweledi. Kwa majina naitwa Teresa Rafael Kibao, nimetokea kata ya Kambi Katoto, na kwa mafunzo haya ambayo nimeyapokea kwa siku hizi mbili, nimeyapokea vizuri na nitaenda kuwasilisha vizuri kwa kuwasaidia wale wote ambao watakuwepo ndani ya kituo kwa ajili ya kupiga kura na kuwaelekeza wale wote ambao wanahitaji kupiga kura kwa wakati maalum. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online